Yes, Bongo Land limekuwa chimbo jipya la mastaa wa soka duniani. Eh, bana, golikipa wa klabu ya Arsenal, David Raya naye yuko Tanzania katika mbuga ya Tarangire National Park iliyoko kule mkoani Manyara. Kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa golikipa wa klabu ya Arsenal, David Raya ameweza kuposti picha hizi. Kuna picha yuko na mke wake, kuna picha kadhaa akiwa anaangalia wanyama Ziko picha nyingi kwelikweli kweli ambazo ameshare kupitia katika ukurasa wake rasmi wa Instagram ambazo alikuwa katika mbuga ya Tarangire National Park iliyoko mkoani Manyara. Na location hapa inaonyesha hoteli ambayo inapatikana palepale katika mbuga ya Tarangire ambayo inaitwa Chem Chem Safari Lodge. Lakini pia ukipitia katika Insta story yake ameweza kushare picha tofauti tofauti akiwa katika mazingira ya palepale pale Tarangire ambako Pedri, Gavi, na wako pale pale katika mbuga ya Tarangire National Park iliyoko mkoani Manyara. Eh bana, ni time sasa na sisi wabongo tuanze kuvisiti vya kwetu, maana watu wanaotoka Ulaya huko, e, kina Pablo Gavi, kina Pedri Gonzalez, kina Ibrahimovic wanakutangulia kumuona simba wa Tarangire, ujamuona ndugu yangu unafeli wapi? Hapo ni Supa Trophy ya Dino Television, endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Baada ya kiungo wa FC Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Spain Pedri Gonzalez kutua nchini Tanzania katika mbuga ya wanyama ya Tarangire iliyoko kule mkoani Manyara e bana, kiungo mwingine kutoka FC Barcelona Pablo Gavi ametua nchini Tanzania. Pablo Gavi kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram upande wa Insta Stori ameweza kuposti picha hizi, kuna hii picha ambayo alikuwa na girlfriend wake ana Pelayo ambayo ameiposti wakiwa na vinjari katika mbuga za wanyama, mbele wanaonekana wanyama punda milia, then ameweka location akaandika, Tanzania. Picha nyingine hii hapa akiwa na familia. Picha nyingine hii katika insta story yake ameweza kuishare akiwa yuko na simba karibu kabisa. Eh bana, huyo ndiye Pablo Gavi ameweza kutua Tanzania, kiungo wa FC Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Spain. Na itakuwa Pedri Gonzalez amepapenda sana Tanzania akaamua kuwashtua washikaji zake kina Pablo Gavi, oh, njoeni bongo lendi, huku ni unyama mwingi kweli kweli. Hapa ni Super Trove ya Dino Television, endelea kutofollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Baada ya kuposti kwamba moja ya sababu ambayo iliwafanya FC si Barcelona wasiweze kushiriki katika Club World Cup ni pamoja na kuwa na performance mbaya ama mwendelezo mbaya katika miaka minne iliyopita kwenye ligi ya mabingwa UEFA Champions League. Kuna huyu jamaa anaitwa nani? Anaitwa G Federico 15 ameandika hasa kwa nini Atletico waingie, sisi Barca tusingie, wakati sisi tumefanya vizuri zaidi yao? Ndugu wewe, umefanya vizuri zaidi ya Atletico Madrid miaka minne iliyopita? Wewe sio Barcelona fans wa ukweli, kiukweli atono kama unafuatiliaga mpira wapi, ila kiukweli, Barcelona misimu minne iliyopita ilikuwa bloku kinomanom na ilikuwa inafanya vibaya sana katika mashindano ya Champions League. Barcelona miaka minne mitano iliyopita alipitia katika madeni mazito kweli kweli. Hivi unajua hata sababu ya Lionel Messi kuondoka FC Barcelona kwenda Paris Saint-Germain baada ya Barcelona kushindwa hata kupata hela ya kumlipa Barcelona kuna kipindi ilipitia ukata mzito kwelikweli, mpaka klabu yaani hata performance ikawa imeisha kabisa katika klabu, wakawa hawawezi kufanya usajili, walikuwa banned na FIFA kufanya usajili kwa sababu walikuwa na madeni mengi kwelikweli. That's why Barcelona katika miaka iliyopita hiyo mitano minne, walikuwa wako block, hata performance zao ilikuwa zero. This time around, katika msimu huu hasa Barcelona ndo imefufuka, imefufuka nakupa tu takwimu ndogo za UEFA Champions League eh, tunalinganisha Atletico Madrid performance na FC Barcelona kuanzia msimu elfu mbili na ishirini na moja mpaka elfu mbili na ishirini na nne Haya, iko hivi katika msimu elfu mbili na ishirini na moja UEFA Champions League, Atletico Madrid walifika katika hatua ya robo fainali, huku Barcelona wakiishia katika group stage, hatua ya makundi hiyo Msimu wa 2022 2023 Atletico Madrid katika UEFA Champions League waliishia group stage ya hatua ya makundi, lakini pia FC Barcelona waliishia nafasi hiyo hiyo ya group stage. Then msimu uliofuata 2023 2024 Atletico Madrid waliishia quarter final, alafu pamoja na FC Barcelona wakaishia quarter final. Niambie sasa hapo katika comment, eh, katika ligi ya mabingwa Atletico Madrid na FC Barcelona ni yupi ambaye alikuwa na performance nzuri katika UEFA Champions League katika miaka minne iliyopita? Niambie sasa wewe bwana G Federico 15 kwamba ni msimu gani ambao FC Barcelona alimzidi Atletico Madrid katika UEFA Champions League kuanzia 2021 mpaka 2024. Kuna mtu akaniuliza bro Mbona kama hii klabu World Cup ina ubaguzi mwingi sana. Hemu angalia, klabu kama FC Barcelona na Liverpool. Mbona kama, kama zilistahili kushiriki mashindano hayo lakini hazijashiriki? Why? Na je, hizo klabu 32 zinapatikanaje katika klabu World Cup ya 2025? Iko hivi. Hizi klabu 32 zinatokea katika mabara yote sita ya ulimwengu wanapoishi pipo. Bara la Ulaya ni bara pekee ambalo limepewa kipaumbele cha kushiriki kwa klabu tano, huko Afrika, Asia, Amerika Kusini zikishiriki klabu nne pekee katika kila bara. Mwenyeji wa mashindano Amerika Kaskazini, United States ikishiriki timu moja tu na Australia ikitoka klabu moja pia. Haya, zinapatikanaje hizo klabu? Iko hivi. Kuna mambo muhimu matatu yanayozingatiwa ili kufuzu katika kombe la dunia la vilabu ama klabu World Cup. E, mkuwa makini kunisikiliza. Kitu cha kwanza kinachoangaliwa ama kinachoweza kuifanya klabu kupita bila kupingwa ni klabu kushinda taji la ubingwa wa bara lake, mfano UEFA Champions League ama CAF Champions League ndani ya miaka minne kabla ya mashindano. Yani, kama klabu imeshinda let's say UEFA Champions League mwaka 2021 au 2022, alafu haijawahi tena hata kushiriki UEFA, ule ushindi wa taji la UEFA wa mwaka 2021 utampa kibali cha moja kwa moja kucheza club world cup, na hii ndo sababu iliyoifanya klabu ya Chelsea na Manchester City kupita mbele ya Liverpool wanaofanya vizuri kwenye ligi kwa sasa, kwa sababu Chelsea wana taji la UEFA la mwaka 2021 na, na Manchester City wana taji la UEFA la mwaka 2023, lakini pia Real Madrid mbele ya FC Barcelona. Real Madrid walifuzu vipi? Real Madrid wana taji la UEFA Champions League mara mbili ndani ya miaka hiyo minne, kuna lile la 2022 na, na lile la 2024 na Afrika kuna klabu kama Wydad na Al Ahly zimebebwa na sababu hiyo pia ya kubeba CAF Champions League. Jambo la pili ambalo linaweza likaifanya klabu kufuzu ni mwendelezo mzuri wa klabu ndani ya mashindano ya klabu bingwa katika bara husika ndani ya miaka minne kabla ya mashindano Mfano, klabu ilikuwa na uhakika wa kufika nusu fainali ya UEFA ama CAF Champions League kila msimu au hata robo, alafu hakuna klabu nyingine ambayo imefanya hivyo kwa mfuruli.